Rais William Ruto Jumanne usiku alikuwa mwenyeji wa Mfalme Willem-Alexander Uholanzi katika ikulu kwa karamu ya chakula cha jioni. Mfalme Willem-Alexander na Malkia Maxima waliwasili nchini Kenya Jumatatu usiku kwa ziara ya siku tatu. Yes. Akizungumza wakati wa karamu hiyo, Ruto alisema hafla hiyo ilifanyika kuheshimu maisha ya Wakenya na ya watu wa Uholanzi wa zamani, kusherehekea maisha ya sasa na kukumbatia mustakabali wa siku zijazo za mataifa hayo mawili. Tonight we honor our past celebrate our present and embrace our future. In this spirit I invite you all to raise your glasses

Katika taarifa yake, Mfalme wa Uholanzi alisema kuwa kifalme cha Uholanzi kitaambatana na ujumbe wa mawaziri kuchunguza fursa za uwekezaji na kuimarisha ushirikiano kati ya nchi hizo mbili. Ujumbe huo unajumuisha makampuni maalum katika kilimo, kilimo cha maua, miundombinu ya maji na ufadhili endelevu.

No dhifa hiyo ya usiku ilihudhuriwa na viongozi mbalimbali mbali, akiwemo Malkia Maxima, Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki, Musalia Mudavadi, Raila Odinga, mawaziri kadhaa pamoja na wageni wengine mashuhuri. Ziara hiyo itakamilika siku ya Alhamisi, Machi 20. Nikiripotia Mwanzo TV, mimi ni Kasimwa Njiro.